Na mkutano wa kufanya tathmini ya maendeleo ya mradi wetu, e, serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais inajaribu kupambana na, na mabadiliko ya tabia nchi na moja ya mikakati ni kwamba tunarejeleza uhai e, kwenye ardhi ambayo imepotea, kwa kubuni miradi mingi. Kama mnavyofahamu mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto kubwa na changamoto ya dunia. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tu kwamba sasa mabadiliko ya tabianchi yametokea De, kwa hiyo serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais ilibuni mradi wa zaidi ya e bilioni ishirini na tano katika halmashauri saba katika mikoa mitano mikoa Iringa, rin, e, Njombe, Mbeya, Katavi na Rukwa, na Rukwa na halmashauri saba. Kwa hiyo lengo lake ni kutekeleza miradi kwa ajili ya kwanza kurudisha ardhi ambayo imeharibika, lakini pia kuwasaidia wananchi ambao katika yale maeneo wameathirika na, na mabadiliko tabia nchi. Kwa hiyo leo tunafanya tathmini, bado tunaendelea vizuri na tunatarajia kufunga mwezi wa kumi mwaka huu e, mradi huu hasa unalenga kurejesha uoto asili na tunachojaribu kuangalia ni kushughulika na vile visababishi vinavyosababisha uharibifu wa mazingira, yaani drivers of land degradation na forest degradation, na ni kwamba e, tunaweka mkazo zaidi badala ya kufukuzana na watu kwenye maeneo yao, kama wanalima kwenye vinyungu, wanachoma mikaa, wanakata kuni, wanauza, wanafanya hizi shughuli zozote zile ambazo sio endelevu kwa mazingira e, tuna, tunahimiza tuna, tuna zaidi kuwapa shughuli mbadala, yaani unawapa kitu ambacho watakifanya ili wasiendelee kuharibu hayo mazingira.